Nimepata mafunzo zaidi ya mara saba kupitia mradi wa wila ambayo tulifanyiwa na watu wa TGNP. Mafunzo hayo ni ya mambo ya usawa wa kijinsia na bajeti yenye mrengo wa kijinsia. Mradi huu ulilenga kuwezesha wanawake, watoto wa kike pamoja na watu wenye ulemavu katika nyanja zote za maisha, kuwezesha katika masuala ya siasa, masuala ya haki, masuala ya mila na desturi Uh, pamoja na masuala yote ya kijamii. Tunashukuru sana mradi huu kwa sababu toka kuanzishwa kwa, kwa mradi huu kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika kata yetu ya Miburani. Na hapo awali kabla pia ya mradi huu kulikuwa kuna changamoto nyingi sana kwenye mitaa mitano ambayo ipo katika kata yetu, lakini tunashukuru sana kutokana na elimu ambayo tumepewa, uh, pamoja na jinsi tulivyowezeshwa, tumeweza kwenda mashuleni kuongea na wanafunzi, kuongea na walimu. Tumeweza kuandaa semina na makongamano mbalimbali ya wanawake wote na wale wanawake ambao katika makundi maalum, nikimaanisha wale wenye ulemavu, wanawake wajane wanawake wa viu wote ambao katika makundi maalum ma, makundi tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja katika kuwawezesha. Lakini pia tunashukuru mradi huu umeweza, katika, katika upande wa kisiasa wanawake wengi wameweza kugombea na kushiriki kamilifu katika harakati za uchaguzi, tukianza na serikali za mitaa. Wanawake waligombea na walishiriki, tofauti na hapo nyuma ilikuwa mwanamke katika masuala ya siasa, yeye anaenda kwa ajili ya kuimba au kugombania kum, mwanaume aweze kupata. Sisi kama KC baada ya kupata mafunzo Uh, tulichofanya kikubwa kwa sababu najikita kwenye eneo la uongozi, kikubwa ambacho nimekifanya, wanawake wengi wamekuwa ni waoga, au wasichana wengi ni waoga katika masuala mazima ya kugombea kuchaguliwa, wakati mwingine hata kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo tulichokifanya sisi ni kuhakikisha kwamba uh, wanawake tunawahamasisha, wasichana pia tunawahamasisha na pia wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba wanashiriki katika masuala yote ya uchaguzi bila kuogopa hali yoyote ile, kwa sababu hiyo ni haki ya kila mmoja wao. Tangu tumeanza mradi sasa ni miaka mitatu, na tunaweza kuona mafanikio mbalimbali ambayo tumeyapata. Tukiangalia katika upande wa uongozi, tangu tumeanza uongozi kwenye upande wa serikali za mitaa, tunaona kina mama wengi wameweza kushiriki katika vinyang'anyiro vya uongozi na hatimaye tumeweza kupata wenye viti wa vitongoji saba. Kwa kata ya Masaki. Ukiangalia kata ya Kawe ina mitaa minne, lakini katika hiyo mitaa minne mitaa mitatu yote inaongozwa na wenye viti wanawake kasoro mtaa mmoja. Hivyo kwa kesi ya Kawe tunaweza tukasema tumefanikiwa kwa asilimia kubwa kufanya kwamba wanawake wawe wanaonekana kwenye nafasi za uongozi. Lakini baada ya mafunzo yamenisaidia hata kwenye eneo langu la kazi, mipango na bajeti, tunaanza kuibua kwenye ngazi za msingi kabisa ambazo ni ngazi za chini. Tunaibua ku, kuanzia kwenye mikutano ya jamii kabla ya haya mafunzo ku, ku, kuletwa sisi mipango yetu na, na, na, na bajeti zilikuwa zinaandaliwa tu, zina, tu ofisini. Wanakaa mtendaji na kamati yake ya mtaa na mwenyekiti wanatengeneza mipango inapelekwa manispaa. Yani mipango ile ilikuwa haifiki haifi, haifi kwa jamii, yani ilikuwa sio vipaumbele vya jamii. Baada ya, ya, ya kupata huu mradi tukaweza kupata elimu, tumeweza kuibua vikundi vingi vya wanawake, na wanawake wamejitokeza wenye miradi na wameweza kukopeshwa. Na kiasi ambacho wanakopeshwa sasa hivi sio zile fedha ndogo, wanakopeshwa fedha nyingi ambazo wanaweza kuinua miradi yao na kuboresha kipato cha kaya. Kuhusu mafunzo haya na haki za wanawake umebadilika kwa sababu wanawake wengi leo hii wanatambua haki zao na kufuatilia. Kwa mfano, katika mtaa wangu yupo mwanamama ambaye alikuwa anaishi na mume wake, lakini wakajenga nyumba kwa pamoja, lakini baadaye yule mwanaume akawa anang'ang'ania ile ibaki kuwa ya kwake. Lakini aa, kupitia aa, uongozi wa mtaa na kata tumeweza kushirikiana na yule mama na ku, uh, tumeweza kushirikiana naye na kupata haki yake. Jamii na viongozi wa kimila wamepokea vizuri, uh, na kupitia uh, mafunzo haya uh, na elimu ambayo tumeipata na kuifikisha katika jamii, hawa viongozi wamebadilika mitazamo yao. Tukiangalia kwa asilimia kubwa, kipindi cha nyuma, wanawake ambao walikuwa wameolewa, ilikuwa ardhi zao nyingi zinakuja kwa majina ya waume zao. Lakini sasa hivi ukiangalia ardhi umiliki wa ardhi, majina yanakuwa ni la baba na la mama, yaani majina yanakuwa ni ya mke na mume. Hii inasaidia sana kupunguza changamoto endapo mmoja atakuwa ametangulia katika umiliki wa mali. Kwa hiyo tunaona kwa asilimia kubwa sasa hivi wanawake wanahusishwa katika umiliki wa mali, wanahusishwa katika utekelezaji wa biashara mbalimbali, wanahusishwa kwenye mikopo. Kwa kweli ni jambo la kushukuru sana sana, sana. Baada ya kufika TMT tunaona matunda makubwa sana, watu wamebadilika, wanawake wengi wamepata nafasi za uongozi, lakini pia hata wanaume wamebadilika kuwaruhusu wake zao wanawake ili wawajibike kwenye majukumu yale ya kijamii. Mwanzo kwanza wanawake walikuwa hawana ile uthubutu wa kusema wanaweza kasimama kwenye nafasi za uongozi walikuwa wanaweza, lakini walikuwa kuna jambo fulani kwamba wataonekana wa aina gani. Kwa sababu ukizingatia, kwenye Mtwara DC tunaweza tukasema kwa ujumla wetu ni Waislamu wengi sana, kwa hiyo kuna ile masuala ya dini, wanasema mwanamke hawezi kuwa imamu. Kwa mpaka hatua hii ambayo tumefikia, masuala ya mwanamke kushiriki kwenye nafasi ya uongozi ni makubwa sana ukiangalia hata kwenye huu uchaguzi wa serikali zetu za mitaa walisimama wakina mama, lakini pia wapo ambao tayari ni viongozi. Tuna wakina mama sita ambao ni wenye viti wa vitongoji, lakini pia tunao wajumbe wa halmashauri viti mchanganyiko na wale viti maalumu, ikiwemo nami. Ni mwenyewe ninayeongea ni mjumbe katika serikali ya kijiji cha Dihimba, lakini pia ni katibu wa kitongoji cha Dihimba. Lakini mimi ni mmoja mmoja wapo katika miongoni mwa wanawake, nilisema nathubutu na kushika nafasi. Niliomba katika vikao vya ODC na nimechaguliwa, nikapata hiyo nafasi. Lakini nikiwa ndani ya majukumu yangu, nakutana na changamoto nyingi, lakini kwa kuwa tayari nimethubutu, na elimu kupitia TGNP imeniwezesha, imenipa uwezo na nimethubutu naye ninachokishukuru, kwa sasa najitahidi na napambana naye na, na wananikubali kwenye baraza, hata mitaani, sasa hivi sehemu za mikutano ya hadhara, wanawake wanajitokeza kwa kiasi kikubwa kusikiliza nini kinachoendelea, ambayo hali hii ilikuwa tofauti kabisa na kipindi cha nyuma. Mimi kama mratibu wa vituo vya taarifa, naweza nikasema kutokana na mradi ambao umeletwa na mtandao wa jinsia ya Tanzania TGNP, tumepata mafanikio makubwa sana, kwa sababu kila kata imefanya vitu ambavyo ni unaona kabisa ni maendeleo. Kuna watu ambao wamesimamia ujenzi wa aina mbalimbali, masuala mazima ya mwanamke na uongozi. Tumeona jinsi gani wanawake walivyojitokeza kugombea nafasi mbalimbali. Kabla ya mradi, kwanza tukianza na wanawake, walikuwa hawana upeo wa kuweza kujiaminisha au kujitambua kuweza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na walikuwa hawana uwezo wa kukaa kwenye mikutano ya kijamii wakajiamini, kuweza kuongea nani swala lao, na likafanyiwa kazi. Lakini baada ya KC, kuibuliwa na kuweza kuwapa elimu mbalimbali, imewaibua kina mama na wakaweza kujitambua. Hata kwenye mikutano wanatoa hoja zao na zinafanyiwa kazi. Hata kwenye nafasi za uongozi wamejitokeza wengi, ukianzia kwenye kamati mbalimbali mbali za mitaa mpaka kwenye Kuomba udiwani japokuwa walikatwa, lakini walithubutu na wamejaribu. Tumeweza kushuhudia baadhi ya kapo zimekuwa na hati miliki ya pamoja ya familia na nyingine ya ya ya kina mama pia peke yake akiwa amesimama ana, ana hati miliki ya kumiliki ardhi. Lakini pia tumeweza kuona umuhimu wa kuwa na vyeti vya ndoa. Watu wengi walikuwa wanaoana kiholela pasipokuwa na cheti cha ndoa lakini wamejua umuhimu na thamani ya cheti cha ndoa ambayo mwisho wa siku inawasaidia wao pia kupata haki zao. Hapo zamani maamuzi kwenye jamii au kwenye kipato changu nilikuwa kwenye kaya yangu au kiujumla kwenye mzunguko, ilikuwepo changamoto kidogo, ila kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu inaenda vizuri. Zamani ilikuwa hivi ikichoma miogo katika jamii, wanakataa, wanasema haiwezekani, huyu mlemavu kutuchomea miogo sisi, hatuni na wanatema mate kifuani. Ila kutokana na hii elimu niliyoipata hivi karibuni, baadhi ya jamii na watu kwa ujumla, si wote lakini baadhi washaelimika. Na mwisho nipende kushauri serikali kwamba kituo cha taarifa na maarifa ni kituo muhimu sana ambacho e, kikiwepo kwenye jamii, jamii inafanya mambo kwa kwa weledi na kwa kuogopa kwamba kuna watoa taarifa. Kwa hiyo kwa maana halisi, kwamba maendeleo ya kituo cha taarifa na maarifa ni maendeleo ya jamii kwa ujumla na ningependa sana kwamba kituo cha taarifa na maarifa kiendelee kujengewa uwezo na watu waendelee kupata mafunzo mbalimbali ya kuendelea kutoa taarifa na kuibua vipaumbele mbalimbali, ambavyo tumekuwa tukitoa taarifa za kila mwezi na kuonekana kwamba kuna mabadiliko chanya katika jamii zetu.